Safari ya kisiasa na kijamii ya mbunge wa Westlands, Timothy Wanyonyi imejengwa katika misingi ya kujitolea na uvumilivu. Alizaliwa na kukua katika eneo la magharibi mwa Kenya, na kabla ya kujiunga na siasa, alihudumu kama wakili wa kujitegemea. Uamuzi wake wa kuingia katika uongozi ulimfikisha bungeni, ambapo kwa sasa anatumikia wananchi wa Westlands jijini Nairobi. Mr. Speaker, it was not easy because... Mbali na nafasi yake bungeni, Wanyonyi anatambulika kwa udhabiti wa kibinafsi. Baada ya kuathirika na tukio lililomweka kwenye hali ya ulemavu wa mwili, aligeuza changamoto hiyo kuwa fursa ya kuhamasisha haki na maslahi ya watu wenye ulemavu, akisisitiza usawa na ujumuishaji katika jamii. na mimi nimekuja kumjua Timu Wanyonyi, nilimjua kwa tanzia ya mzazi wake huko nyumbani, kwa sababu nilikuwa namsikia tu akiwa Nairobi na sera zake ni nzuri, na mimi nimemshukuru sana kuja Bungoma kusimama ugavana hapa Bungoma, lakini bado haaminiki, wakazi wa Bungoma wana mashaka na yeye. Kwa nini wakazi wa Bungoma wana mashaka na timu? Kwa sababu wanaamini kwamba timu akija Bungoma kusimama ugavana wa Bungoma, vile mimi ninavyojua hawamthamini kaka yake, wanamshuku kwamba hako nyuma ya mtu fulani, kichia kwanza katika mambo matano ambayo nataka nikueleze kuhusu hawa watu ambao wamesema gavana, huu team ako na shida. Shida ya kwanza yenye yako nayo, watu wamemzunguka ni mabroka ambao wametumwa na baadhi wa wanasiasa, kwenda kwa kumpiga pesa yake bila yeye kujua, mimi ningelikuwa na, kama ningelifaulu kuongea na a team, ningemwambia team atoke mwenyewe, si kutumia watu. Timu tunatoka naye Kapjai. Kwanza mimi nimekuwa kwa driver wake hadi tukuanga ODM, nimekuwa ODM na yeye. Nikuanga tukiendesha magari ya kampeni kuanzia 2017. Mimi nilikuwa ndirewa huko, hata kampeni ya Yaga kwa MP Westlands, ikuwa nafanye kampeni huko ilikuwa na. Sasa ni mr, mtu nafahamu sana. Kwa wale wenye wote wenye wamesimama, mimi naona yeye best. Na ile minaona yeye ndiye ako the best, na ile vile Westland kumefanya watu ya kuchafanyia, Bungoma hapa itakuwa bunge hili litamdiri hii, hii itakuwa, itakuwa city. Timu ni mtendakazi, timu ni mjua akiwa kanzola na, na hii Kenya, sio rahisi upikiwe kura kwa wodi kwa wodi ambapo hujasaliwa. Wakati timu alipikiwa kura, alitendea watu wa Westlands kasi miaka tano, kaija akasimama ubunge na wakampikia kura. Tulijua timu kulingana na matendo yake, kazi yenye alifanya. Sasa sisi Bungoma tunamu, kuna muhitaji, kwa maana ya timu ni mchapa kazi. Sisi hatutaki ile maoni ya watu wengine, wao wanasema timu labda ni mrema, hawezi kufanya kazi, kijwa ya timu linafanya kazi bungeni. Anatambulika kwa mtindo wa uongozi thabiti lakini mtulivu akipaza sauti mara kwa mara kwa masuala yanayohusu elimu, miundombinu na ustawi wa kijamii. Ukaribu wake na wananchi pamoja na mshikamano wake wa viongozi wenzake unamfanya kuwa sauti ya kuaminika, huku wafuasi wake wakieleza bayana kuwa wako tayari kumuunga mkono katika uchaguzi wa mwaka wa 2027. Yeye ajaaibadilika ni mpada tu ai alikuwa tubila akohi basi bila amekuja huko anataka ugavana. Ugavana lazima sisi uko tayari kumpea nini? Yeye hana rekodi mbaya. Yeye wale wenye tunaufahamu kama sisi, tutamufanyia kampeni kwa sababu anaweza ioni, ile kitu inamshinda. Katika tukio la hivi karibuni, mwanamitindo mmoja alisimulia jinsi alivyoanza kumfahamu Timothy Wanyonyi akimtaja kama kiongozi anayetoa hamasa kubwa kwa jamii na mtu aliyegeuza changamoto za kibinafsi kwa daraja la matumaini kwa jamii pana. Wakati nilikuwa kwa ile area ya Westland, maisha itakuwa rahisi. You know in Westland is near the capital. Sasa ukiwa Westland lazima utafute kijiji kwa sababu hizi kazi zetu za hustle pesa ni kidogo, so you need to look for somewhere like Dar es Salaam. Wakati nilikuwa naishi Kidogoro ndio mara yangu ya kwanza nakuta na, na mtu anaitwa Tim Wanyonyi. Huyu Tim Wanyonyi hiyo wakati ndiye mbunge wangu wa Westlands. Na ilikuwa inakava paka Kidogoro kwa sababu Kiambu na Nairobi zinagawania hapo hapo Kidogoro. So tukiwa hapo siku moja, tulirani try maji kwa hiyo salamu ikapotea. Maji ya kanjo ikaisha. The only people who are surviving ni wale watu walikuwa na poor horse. What shocked me nikakutana na matangi na malori ya tangi zinawekwa kwa maplot, angukia donation ya maji maji, kata zote, mheshimiwa Timu, kata zote, mheshimiwa wa Timu wenyewe. Imagine you are low person, low living person, mtu wa maisha ya chini, unapikiwa simu na ofisi ya mheshimiwa mbunge, wanawauliza tangi yenu maji imefika leo gani? Kwa wananchi wa kaunti ya Bungoma, Timu Wanyonyi ni ishara ya mabadiliko, na kwa wale wenye changamoto za ulemavu ni ishara kwa ulemavu hauwezi kuzuia ndoto za uongozi. Nikiripotia mtazamo wa Dira runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simiu.